Kumbuka kwamba kulikuwa kuna tetesi nyingi sana ambazo zinakuwa zinatokea mara pale, eh, eh, eh, eh, kutokea, eh, na baada ah, uh, uh, uh, wa eh, ya uandishi wa kutokea nikimaanisha mwandishi kutokea kipindi cha WXL bana Meena Ally pamoja na amplifier bana Millard Ayo, pia kulikuwa kuna tetesi za kusemekana kwamba na kwamba ni, ni ni ni ni ni, ni, mshikaji tu kama washikaji wengine, lakini pia mwanangu sana, kwa sababu ni mmoja kati ya watu ambao pia nafanya nao kazi eh, kutokea pale Clouds. Lakini pia pia pia maneno ya watu watu wengi wengi akawa eh, kwamba namna gani vipi, mbona kama nyinyi mna date? Sasa watu wengi pia wameweza kutoa maoni yao kwenye kwenye ukurasa wa Meena Ally, eh, kwenye post ambayo pia alikuwa ameweka eh, bana akiweza kujitakia heri ya siku ya kuzaliwa ambapo wafanyakazi lakini pia na watu karibu eh, karibu wengi sana wameweza kuonyesha upendo wa kumpost picha yake kwenye kurasa zao za Instagram, lakini pia watu wana ni kwa nini Millard Ayo hajaweza kumpost au Millard Ayo eh, eh, kama inavyosemekana kwa tetesi kwamba mbona ni mshikaji wake, alafu mbona hatujaona uh, akimposti Meena Ally? Sasa Meena Ally pia ambaye ni mtu wake wa karibu sana na baadhi ya watu husema kwamba wapo kwenye mahusiano. Sasa watu wamekuwa wana doubt kwamba watu wana date, alafu mbona kama hawajapostiana? Lakini hata kama Millard Ayo pia alishawahi kukanusha kitu hiki kwamba Eh, bwana hawa date kwamba na hawapo kwenye masuala mazima ya mahusiano. Sasa ni kwa nini hajamposti, kama ni mshikaji wake? Au ndo zile shobo kwamba hataki shobo kama hivyo au ndo brand kwamba naye anakuza brand kwamba hawezi kumposti minaali na vitu vingine kama hivyo au aliweza tu kumbless. Unaona bwana, kwenye kwenye kwenye hii dunia sasa hivi watu wengi wanahisi kwamba mtu akikupost Instagram au akikupost status siku ya birthday yako kwamba anakukubali au anakupenda. Bwana si si hivyo kwa watu wengi ambapo pia wengine wanaamini kwamba anaweza mtu atakakupigia simu aka wish au akakutumia text tu uh, then mkawishiana pale ikawa poa zaidi. Lakini watu wasipoona kwamba kwamba umempost au haujampost, wanakuwa na doubt kama hivi kwamba kuona miradi hayo hajapost chochote na hajaongea chochote kuhusiana na eh, siku ya kuzaliwa ya Meena Ally, wakati huku inasemekana kwamba wao wao ni wapenzi. Wao, yako, ni ni ni ni wapenzi au au au au wanadate. Yapi maoni yako bwana? Ni lazima lazima kumpost mtu ambaye eh, anakuwa anapata birthday yake, hata eh, hata kama awe ni mpenzi au ni mshikaji au ni rafiki, au sio lazima bwana? Mnaweza mkawishiana hata inbox huko na mambo mengine yatakuwa poa kabisa. Comment yako itakuwa umuhimu sana then, mimi nitapita nao chao.